Huu ni msimu wa high season ambapo mwaka tunakwenda kuukata, tulianza nao Januari na sasa tupo Desemba. Wafanya biashara ama watoa huduma, naongea na, na nyinyi, kunajua kipindi chote hicho wengi wetu tumekosa kutengeneza mfumo mzuri wa kuwaweka wateja wetu karibu ama watu tunaweza kuwahudumia, na hiyo tu ni kwa sababu ya pirikapirika -pirika na hekaheka -heka za hapa na pale. Kumbuka high season ama msimu wa mwisho wa mwaka ni msimu wa kurudisha fadhila. Kwa hiyo basi, anza kurudisha fadhila kidogodogo katika huu msimu wa sikukuu, ukiweza kuambatanisha ofa za hapa na pale, pakeji nzuri na pia kutoa hata bonus dhidi ya huduma ama biashara unaweza kuifanya. Hii itaweza kukusaidia wewe kuanza na mwaka mpya ukiwa una hari mpya, na pia umeweza kukitengeneza kijiji chako kizuri kile kile na pia kijiji chako ambacho unataka ama unakitarajia kije kufanya vitu vizuri zaidi, endapo tupale mwaka utakapoweza uh, kuanza. Kwa hiyo mtoa huduma, mfanya biashara, tumia kipindi hiki cha sikukuu nawe kufurahi na watu unawahudumia ama unaofanya nao biashara. Let's all.